Tukielekea huko nchini Marekani, tunafahamishwa kwamba Rais wa nchi hiyo Donald Trump amekosolewa na baadhi ya wa Wakatoliki baada ya kuchapisha picha ya akili mnemba AI inayomwonyesha kama papa. Picha hiyo ambayo ilichapishwa na akaunti rasmi za mitandao ya kijamii ya ikuru ya Marekani. Inakuja wakati wa Katoliki wakiomboleza kifo cha Papa Francis aliyefariki tarehe 21 mwezi Aprili mwaka huu na kujiandaa kuchagua Papa ajaye. Mkutano wa Wakatoliki wa Jimbo la New York ulimshutumu Trump kwa kukejeli imani hiyo. Chapisho hilo linakuja siku chache baada ya kuwatania waandishi wa habari, ningependa kuwa Papa Trump. Si rais wa kwanza kushutumiwa kwa kufanya mzaha na imani ya Kikatoliki. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alizua ghadhabu mwaka mmoja uliopita alipotoa ishara ya msalaba katika mkutano wa kupinga uavaji mimba huko Tampa, Florida. Msemaji wa Vatican Mateo Bruni alikataa kujibu maswali kuhusu wadhifa wa Trump wakati wa mkutano na waandishi habari Jumamosi. Mkutano wa Kikatoliki wa Jimbo la New York ambao unawi lisha maaskofu huko New York ulienda kwenye ukurasa wa X kukosoa picha hiyo. Hakuna kitu cha ujanja au cha kuchekesha kuhusu picha hii Bwana President, kikundi hicho kiliandika. Tumetoka kumzika mpendwa wetu Papa Francis na makadilinali wanakaribia kuingia kwenye mkutano mkuu wa kumchagua mrithi mpya mtakatifu Petro, ustudia haki.